Halo halo, halo, wapendwa, nimekuja kwenu leo na mada nyingine. Nataka tuongelee siku ya leo na kipindi naleta mada kwenu, nataka tuchangie, tuweke komenti zetu hapo, tushare na watu wengine, maana vipindi hivi vi vinafikia watu wengi tu, tunapata maoni ya watu wengi. Na mada yetu ya leo ni kwamba kwa nini vijana wa Kiafrika kila wakati huwa wanaitwa ni nguvu ya kesho. Utakuta kila mahali Afrika, vijana ni nguvu ya kesho. Wafanya siasa wakija kuongea na raia ama wanakijiji, wanaambia vijana, nyinyi ni nguvu ya kesho. Kwa nini lugha hiyo unatumiwa ni Afrika peke yake? Ukikompea mabara mengine, vijana ndio wanafanya kazi leo na sio kesho. maendeleo ya miji mingi sasa hivi katika dunia hii yanaletwa na vijana. Lakini utakuta vijana Afrika ni sisi ni nguvu ya kesho bwana. Sisi tumeambiwa ni nguvu ya kesho bwana. Lakini hao vijana wakialikwa kwenye sherehe wanaenda wengi sana. Hata kwenye misiba wanafika kuliko kuomboleza na watu kule wenyewe wanapeleka kule ni kwenda kula tu. Ukikutana nao wanajiita ni nguvu sisi bwana ni nguvu ya kesho. Mfano, ukichukua China vijana wanafanya kazi huko. Hapa Europe tunapoishi vijana ndio nguvu inafanya kazi leo. Ukiona Marekani vijana ndio wanafanya kazi huko, lakini ni Afrika tu bara la Afrika peke yake ndio vijana wana kauli ya kuambiwa kila siku kwamba sisi ni nguvu ya kesho. Sababu ni nini? Kwa nini tusitumie nguvu yetu leo Afrika ili tuweze kuleta maendeleo? Usajikuta mtu mzima ana miaka zaidi ya hamsini anakuambia bwana, sisi ni vijana bwana, mimi ni kijana bwana, na tunasubiri sisi ni nguvu ya kesho. Tunasubiri mpaka mtu anaenda kwenye uzee, yeye ana ile kauli tu mdomoni mwake kwamba sisi ni vijana, ni nguvu ya kesho. Kwa hiyo sisi tunasubiria kesho yetu. Sababu ni nini? Kwa nini hali hiyo inakuwa ni Afrika tu na sio kwenye mabara mengine? Maana vitu vingi sasa tunaposhuhudia, ukifuatilia, utakuta vijana ndio wamefanya hiki, vijana wametoa hiki kwa continent zingine. Kwa nini sisi tuwe walaji tu wa mambo mengine ambayo vijana wengine kwenye, kwenye mabara mengine wanatoa. Kwa nini na sisi tusiwezi kutumia nguvu yetu leo, na si sio kesho? Hiyo hali inasababishwa na nini? Toweni maoni yenu muweze kukomenti na tujue, je, ni wafanyasiasa ndio wanaleta hiyo ruga kwetu si vijana ili kutuzubaisha, au ni hali tu ya mazingira, mfumo ambao tumewekewa na viongozi wetu kwa kutumia hiyo lugha kwamba vijana ni nguvu ya kesho, ili tusuweze kuwaingilia kwenye mambo yao kipindi wanachukua maamuzi, na situbaki tubaki tu kwa vijana kwamba ni nguvu ya kesho. Sababu ni nini? Toeni maoni yenu. Asante sana, na Mungu atatubariki wote.